Ninakusalimia mimi mwanao mama, nimekuja kwako nikiwa na tegemeo langu kuwa sina mama mwingine zaidi yako wewe. Mama, ni wewe ndio wakutusikiliza, wakumsikiliza mimi mwanao mama. Ni mimi ni mimi ni mama wa mama watoto watano Ninakuomba mimi nina, nina tegemezi tege kubwa la kuwa thamani ya mama nionekane samani wa mama, kusomesha, malazi, kuvaa kila aina ma, ma, ya mahitaji ya watoto, tegemezi langu wananiangalia mimi na mimi tegemezi langu ni wewe mama yangu. Kwa nchi yetu ya Tanzania ukiwa unatuongoza wewe, ukiwa tumepata fursa ya kuongoza kila kitu kinachotukabili sisi wa mama. Mama, ninaomba unisikilize. Mimi shida yangu mama, unisaidie nipate mtaji niweze kufungua biashara, na mimi niweze kupata ule usamani wa mama, na mimi niweze kuendesha familia. Mama Samia, ninaomba ombi langu ulipokee kwa furaha kabisa, kwa maana mtoto akija kukulilia tatizo, kuambia tatizo lake napaswa msikilizi. Ama ninaomba unisikilize, sina kwa kukimbilia, nimeona kukimbilie wewe. Mama Samia, ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie niweze na mimi kusimama kama mama. Ombi langu ni hilo tu mama, ninaomba ombi langu ulipokee na unisaidie mama. Niko chini ya miguu yako, kutegemea kuwa mama utanisikiliza na utanisaidia. Asante, sina mengi ya kusema, ni hayo tu. Wasalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahia wabarakati. Na nakuomba radhi tena, nimepiga hodi kwako bila salamu nikiamini kuwa naenda kwa mama, ninaingia tuvu na kueleza shida yangu ya kiwa ilio ninaumba ninaumba kwa sababu ya kuchanganikiwa ndio iliyonifanya hivyo, ninaomba radhi, ninaomba uniwie radhi kwa hilo mama yangu, asante.